kongolewa wapi na wapi, tuungane mkono shi bote, tuko pamoja. Ile babitu ya kikabila kabila hapana. Kabila tuungane mkono na basoda yetu, tubaunge mkono, tufanye ile promotion ya relation civilo militaire, basivile basaidi basoda, basaidi bacivile nnasoda vile vraiment ie tuangalie sisi ya kuishi pamoja. Na... tuapuye mkubwa chisikedi mena kitu ingine litasemea hapa ni tretrize, tretre uko ba tretre ba moya ba moya, bene biko banatrahir, mungine banatrahir inchi, ayo vile uko batu bene antuka Bukavu, mungu munu na bitu kona fanyika bongo, nafata Bukavu, dans les environs ya territoire occupe. Ayo tu batu baneza jipermettre kuuzisha manyumba na mashamba ya leta wale wa privé, kunyanganya metogari ya watu ndio unasikia ni makope ba kongole betu wote wa garson beke kongolei ba lukwa watu wetu ya kazi banaingia mule makope <coughs> wa shamba wa Bukavu, Bukavu ndio vile ya kwanza le plus cher au monde en terre mashamba, ka kipande kapata hivi unasikia 500,000 dollars Do vale, batu tukuna baingizia mafranka Mwana bale bazu ya Bukavu vinyi buka naenda uza ile mashamba barusha ile mashamba na signaler baliyo kama biko wanasaidia njo enemy aji renforcer, parce que sa bana ujishe ile franc ko naenda mu banque gani? Kuna ko ko banque Bukavu iko naenda Kamembe na ko banque ya Rwanda stadi bana zi profiter amo, bana zi uza mo ma arme, inarudia tena kia kutu terroriser. Comment vraiment Congolais anaweza fa vitu ya vile? Tunapenda tuambie bandu yetu yuko Bukavu, population mwangali bale batu viko na uzisha mashamba na kuza mashamba ya batu mwyekani baenemina sasa. Tunarudia batafuta ingine province wala inchi ingi batenda isha aoveli, tutarudisha na nabe. Nabe viko anafanya mandoa kule mwaile ma teritoire, ukibaye kama ile mandoa yote ni bongo, ayiko legali, kama anafanya ndoa par patriotizmi, anasema mina chunga siku regime ya Chisekedi narudia pale apale, mi nafanya mariage yangu <laughs> <laughs> na kama haiko vipi paske, so nafanya mariage haiko gratuit, oko napana manjanja <laughs> mbili <laughs> sima, ngapi unapana lari lare kiloko ina enrichir tena bato ina bafinance na njomana. Vraiment, il faut mwambi bandugu, basi participe kwa effort ya ya division ya inchi. Mi na malisa mukusema kama

nilituma mwenzetu vice gouverneur kule na contribution yetu kiloko ya province, aende saidia bandugu, na mimi nafurahi izi balifanya ile kazi na président wa assemblée na ekipe ya député betu me, kwa kuonesha solidarité, tutatuma ingine ekipe kule dans quelques jours kwenda kuonesha ke tuko pale na mkubwa wa nchi alitutuma.